Kupitia hadhara hii ninapenda kusisitiza na kuwakumbusha viongozi wenzangu na watendaji wote wa Chama Cha Mapinduzi, lakini hasa vijana wanachama wa Chama Cha Mapinduzi kwamba utendaji kazi mzuri wa chama si tu kuwa na jengo la fahari, si kuta, dari na, na, na, na, na sakafu